Kama niulize yeah, tuseme venye sasa hivi vijana wanaoa yeah. Huko umeona tuseme, umeoa lakini hauna do, yani wewe unaweza tu support kids yako ile tu, yani uko na if na tuseme mtu hii mm. but what you can provide is two basic needs mm. Yani unaweza kulipa rent at least so mm. which is kama hizo unaweza lipa mm. re rent unaweza mm. food i mm. but kuna zile vitu zingine, uko na dem kama uko na watoto wako, unakuta mpaka watoto wa neighbor wanaenda wanaenda kama ni weekend, mm. wanaenda out, wanapelekwa sijui wapi. Mtoi wako huwezi mpeleka out, unaona. mm. una feel vijana wanafaa kuoa kama uko already financially stable kabisa, ama hata kama uko na ndugu kido, kidogo unaweza oa, lakini unajua sasa, ile iko na ndugu kidogo, nimekaa pale weekend kwenu kwa nyumba, unaona watoto wanaipo, wanapelekwa out, sijui wameenda wameenda sijui kupeleka watoto wapi

Namba ugoje yeah, ukwe financial stable. Uwe ude mungi wa ya taimu kwa na doo vizuri. Ajata watoto wa neighbor wakenda out. Hata yeah, yu mneza hada pa mbode. Uneza kuleka watoto wako out. Yani, unaweza wa treat mm -hmm. Uneza ni advocate gani? Kuna, uh, Kuna difference ya uh, basic needs na necessities. Kuna necessities. Si lazima, atuwezi toshana sisi wote, atuwezi kuwa level moja sisi wote. Atiju wale wanapelekwa out, hawa pia lazima wapeleke, kila mtu gani, lakini pia ukumbuke si, according to vile Timo anasema bado, Timo ukumbuke hata kama una understand, kuna na baby, wewe ukiangalia okay, unaona, na watoto pia wanaona yule anapelekwa, lakini bado, bado, bado unaona venye tingu anasema unajua, unaweza kuwa hauna uwezo wote, umeoa ata watoto hata hiyo shule yenyewe unaweza advise vijana wao hata kama hawana do vizuri, ama kwanza kijana akue? Nijibu kivyangu kwanza. Mimi kitu ya kwanza naweza sema, as long as wewe kwanza unaweza, tuanze na

Ha, rika yako unapata wakona familia kuna kuna so, okay, na, so, do, do nikasema, kama, kama uko maybe below that na nini, kuna time naangalia haya, lakini sasa ushafika tuseme kadhaa 35 hapo. mm -hmm. Unaona maisha yashaenda, alafu wewe kinyo uko nayo ni yani nitu. So kuna yenye unaangalia hapo unaona one. Okay, kitu ya kwanza yenye unafaa ku understand na hii maisha ni hadi sana, hakuna kitu ngumu kama kuoa ukiwa na do. Ni kama unajua hivyo, like ukishapata do kama hujaoa, chances za kukosa kuoa zinakuwa juu sana juu, mm -hmm sana. Unaona? Percentage ya watu wengi wenye unapatanga wako na familia ni wenyewe wanapatanga do tayari akiwa na familia. Mm -hmm. So hizi tupo kwa familia. Mm -hmm. So maisha ina sababu, the moment umeoa, the moment hujaoa alafu upate do, unajiuliza ngami ni oe, alafu wife unashidanga kiniuliza, umetoka una umetoka wapi? Uwezi kunywa na mabest, uwezi uwezi piga starehe yako, uwezi toka hapa, kama ni safari dali yenye wasio naenda uende siku tatu Hakuna mtu anakupigia masibu kushinda kukuuliza mbona utakuja home una get, mm -hmm. So ndo maana unaona watu wengi akishapata doo kabla hajaoa anakuambia mimi siwezi oa. Unaona, mimi ni yeye tu, kama nitapata watoto apate mtu yeye akae na na, na madhake niwasaidie wakiwa nini. So mimi naweza sema saa zingine ni fiti kama una doo, lakini unaweza jikimu, kama wewe mwenyewe una manage kukula wewe, oa. mm -hmm. na get Oa bado ukitafuta. Do ikikupata kwa nini itakuwa beta utaweza kumeku familia sababu tayari ulianzanga familia before. Sababu ukishapata do sio rahisi kuoa. Especially kama wewe una tamani nyingi kuoa. Unajua kuna watu mimi kana wanasemanga mimi sitawahi oa. Mm. Kuna mtu anasemanga mimi yeah, yeah, yeah. Sitawahi oa. Mimi sipendi kuoa. Lakini kama wewe ni mtu na feeling unaweza taka kuwa family man. Usigoje kupata do ndio kuwa family man, sababu ukipata do interest yako kwa family band itaisha, especially mm. Ukiangalia society ya sasa, hii vile marriage zinaenda, unaona, ukiangalia watu wengine vile marriage wanapeleka naivi. Na hivi na uko na tudo kutwako, usikie jamaa anakwambia mi bro, natoka majo naenda kwa kwa club naenda na piga zangu bili ndio nipate usingizi, alafu nikifika mtaani naenda na dozi kwa gari. Unaona msana kupatia story kama hiyo, napiga hesabu, unaona mimi nyumba yangu kijana lipa, alafu mimi nalala nje, alafu mwanamke amelalisha haga uko kwa hiyo hao. So ukipiga hesabu kama hiyo, unaona mumse ni kama ali make mistake. Hiyo mistake mimi siwezi make mm. Unaona, so ukigoja upate dodo uoe, chances ziko ni sana mm, eh, limited sana mm. So hiyo ni according to mimi. Mimi nilikuwa naona hivi zinukio kijana sema for example, umesema utaoa mpaka upate nini do do vizuri. Sasa kitu nilikuwa nataka kusema nini, hawa watoto wa neighbors <coughs> wenye wanapelekwa, by the time ufike umepata do uoe, <coughs> utapata washa washa nini washa gro eh? mm -hmm, wame level up sasa, watoi wako watataka kwenda Sio hao walikuwa wanaenda simu sijui yeye tuje tukutoa watoto. Sasa wao wamesema huta mpaka mm, upate pesa ya ile necessity, you know. And then and then the part umeoa wewe ni basic needs tu na provide. Ndio. Ndio hajakosa, bibi hajakosa. School fees sumbili na sio. Lakini huja, tunaweza ku afford zile na ile ile mimi naweza sema hivi hii kitu okay. Kuna difference eh between kupata do na kuwa stable. Stable uko stable, si lazima ati ungoje upate do, lakini lakini, wewe unajua niaje? Okay lakini unajua hizo si vitu mtu upanga. Mm. Unajua leo unaweza uko sawa, uko job, mambo yako alafu ufutwe E. uko yeah, uh -huh. yeah. <clears throat> okay. mm. tu sawa kwa sababu ni maanisho ni kadishi. Unaona, unaona baadaye venye tu jamani, kwa sema unaona, unaona hadi watu hii wanaelewa, si eti waelewa, wanaelewa baadaye wanaelewa. Unaona, ushe kwa okay, ushe mse atiana do, lakini watu wanashinda kumwambia tupeleke, tupeleke hadi wakikwambia, si naambianga niaje next Sunday, ama siku fulani. Unaona hivyo tu, maisha iko hivyo hiyo ni kama akipata ati ataoa. So, mm. Ata kama uwe na 40. 40. E, ama upate no, no. Sasa by the time unakuja kuoa sasa unapata 60 years. Years, <laughs> yeah. Yeah. Sijui kama hii kama na kitu mimi ndio niko na hiyo nini sana, nishai notice yo kitu like unapata wenye focus sana na kutafuta doh na wenye focus sana na masomo sana, uenda kuoa akiwa late unapata msee doko 50 sasa, ati dom junior wake sasa yako nasa mm. uko like ah u, u, u, u mtoi wake anafaa kwa hata kwa kampo saa hii, ukiangalia mm. kiangalia nini mm. wase wako nini same age na yeye mm. watu wao wako yuni, lakini unapata so inakaa picha inakaa aje like kile time yenye uko na manyoleza white kisha zeeka huko 60 ndio tukago tuingine tunakaa huko hivyo kwa plot tunapiga mastori si, sasa wewe ndio na baby

Ah, ukipata mtoto ukiwa na 40, ukiwa na 60, huyo mtoto yeye atakuwa 20 years, atakuwa uni tayari. So, ya good to go, si late. Okay, late let's try. Imagine, ukipata ukiwa na 55, eh? So, by the time mtoto wako anaingia uni, hata ndo kuwa umekufa na kumedeni, sababu unakuwa na 40. By the way, bado kama ni sawa lakini sasa kilelei, ile chua, death. So, yotu, <coughs> ile hiyo hiyo so uko na ile <coughs> like, imagine, ukona, ukona, ukona miaka 80 watoto wako hata waoni sababu nishapotea macho like, nini ujudhi ya no, mtoto wako, lakini ukikuwa na 40, bado utakuwa unachikia watoto wako kama unaona tu buda tu ingi, unaona na hizi magari huku kwa rodi na tu wenye unaona tu wa maklabu uto tu wenye sasa tunaita masponyo. Mm. Uto ni mtu mzee tuko 60 lakini okay, mimi kuna jamaa najua jangia deo vizuri sana. Yeah, yeah, mimi kuna kuna jamaa najua alikuwa na bosi wa mie unaona ujamaa alikuwa na madoo vizuri sana na hiyo wakati alikuwa na batiti unaona unaona akiwa na batiti unaona alikuwa na tano Msee no, no. Amejipanga, kuna everything so. Life, life ni venye wewe unachukulia... mm. unaweza kukuta, hata unaweza kukuta msee useme mimi nimeoa nilikuwa 40 si ndio? Example, nimeoa hata nilikuwa 40 nipate mtoto hii si ndio? Wewe useme example, leo ukua 25 lakini bado ukifika miaka 50 umepatiana umepatiana mwingine mtoto bado vizuri. wengine aje? Okay, sana sana pata watoii, okay. pata watoi mapema, mm. Inakuwanga poa sababu unawezanga kusomesha watoi wako kabla like ja choka usomeshi watoi wako na bado uko na bado uko job watoto wako wanasoma, so by the time unakuja kuretire, au watoto sasa ndio wanakulisha wewe, ndio wana mm -hmm, ume unaweza tulia. Ndio maana unasikia kama mzaya amesema mimi, wacha sasa pia watoto waniangalie, unaona mm -hmm. So kama mzae sasa kanaamua mimi, nilishamaliza kulea sasa, naweza kuwa napiga kinywaji yangu mdogo mdogo nikingojea kukufa. Lakini unajua kuna no. unaweza unaweza zaa ukiwa mzee sana, hadi watoto wako badala ya kuwa huitangi ndani wakutangi

Unapata mimi bwana nasikia hadi ku kusema, ni budangu eh, like una ida ka awkward, wanaonekana wana ni kama budako ni mzee, like ni mzee eh. hey, uko na budana kama, we, ka wewe wewe unasema hapana, unikuka. Sasa ndio nakwambia sasa, hiyo hiyo inaletanga nini, ni kwa watu wii. Lakini sasa unajua mtu wii pia kuna ile kuna ile nini kama tukiwa high school na walikuwa wanawapata at understand, wazazi ni wazazi, like kuna mimi na kuna mzazi, so ukiangalia mzazi wangu naona anakaa mzee na, na maybe wewe mzazi wako ni dem, ama mzazi wako ni ni ni ni mzani ni kijana. Kama mimi sasa hivi niko na mtoi huyu sasa like nikienda kuangalia malia mtoi wangu bado nika kijana. Alafu huyo by the by the hiyo kitu men happen ya maani. Sio ni happen ya maani penye. Sitaki kutaja wapi lakini kuna mzai fulani najua like ako. Ako nini? Ako hizo niendelewa. Ako kitu A, ako kitu 70 lakini mtoi wake maybe ni same age na kama mtoi wangu. Una get? Mm. So, adi nikasikia mtu wangu akisema like sababu anacheza pamoja na huyo nani so like anasema eh, nani baba ya nani anakaanguka u hata <laughs> Unanipata? nabwitaguuk <laughs> <So, laughs> <laughs> ah, like ni neighbor yetu huo, una get? Huo mdada <laughs> ni neighbor yetu mahali tunaishi, so a ni mchuna kwa nini, unaweza unaweza pata pata anaongea tena, unaweza pata maybe kitu yenye mi sijui, labda unaweza pata unaweza pata huyo mzai ako na familia ingine, labda hivi kashugua, labda nikashuga, ametengea mahali sasa. Hii familia ni ya sasa, bibi bibi huu mwingine, so kama tu vile ulikuwa unasema amepata mtu hii akiwa late lakini sasa labda ako na watoi wa bigi, lakini niko sure kama ako na watoi wa bigi, of course yeye anaitwa guka, yeah. Lakini kuna mtoto mwingine anamuita baba hapa na ni mdogo. So I think kupata watoi ukikuwa young ni poa sababu unapata una, una, una tafutia do ukiwa ina jete, kalafu ukikuja kuzeeka wale watoi washamaliza kusoma, sasa pia wanaweza kusaidia kama mzazi mm. so, kamam yeah. Hapa ni ukweli. Ndio, hapa wewe, hmm. unaona ni kama hiyo nini? Hmm. So, kweli chi ukaulizwa the best time ya ku ya nini? Ya kuoa kwa hii generation yenye tu. <coughs> Okay, mimi naweza sema eh unalingana na demo wenye uko naye. So, juu unaweza kuta demu expectations eh? Kuta wataku, e, kuna the expectations za demo yako ni gani? Eh? Juu unakuta sema unataka kuoa. Afu ile demo kwa naye kuna zile expectations <coughs> nazo mkioana.

Unaona? Wale mwenye wewe umepata naye, demu yani anajituma pia. Unaona? So kama anaje anajituma so oui. Na anajituma, so simtapata mtu haraka. Ndio. Kama muda mtakuwa sebo haraka. Na demu anaenda kwa anajituma lakini hataki. Haizi tu hata kitu. Eh, hata hataki hiyo e, ata maisha ya atiende anajituma ndio sasa mkae poa. Anataka yeah. Wewe, yeah. Wewe wewe uko yeah. responsible kwa yeah. hiyo. Sababu unajua si mademu wengi by the way hata kama mademu anajituma huko nje si wengi wapenda kutoa.

Okay, nimesema kwa single mother nimekata sababu hiyo ni personality hiyo yeah. Si stori na vyenye mtu amelelewa, kuna kuna vile umelelewa na sasa ushakuwa mtu mkubwa kuna vile pia wewe unaona hata tabia zako taiga kama sahi, zile tabia zenye unafanya sahi hawezi kuja kutuambia ni vile ulilelewa wewe. Unakuwa kwa mtu mzima, wewe unafaa kupigwa hadi ujue na mashetani eh. Sikia kwa nani, sikia eh, sina ulimwengu wangu, hata sisi tunakupiga makofi. Hawezi kuja kutuambia, hawezi kuja kukojoa hapa hata tunakuambia, mimi nimelelewa hivyo, ni kwa kana kojoa kwa nyumba. Una get so, kuna vile wewe umefunzwa, na sasa ushakuwa mtu mzima, so unajua what is right na what is wrong, unaona, so una vile ulilelewa na sasa vile ulilelewa hivyo, sasa ulikuwa unafanya ile time ulikuwa mdogo, sasa usha kuwa mtu mzima, sasa unafaa kufanya vile watu wazima wanafanya. mm -hmm. Sababu sasa wewe ndio huyo venye huyo vile ulilelewa, sasa wewe ndio mzazi, watu wazima, watu wazima, si ndio huyo? sasa eh, amepata mshahara na hujalipa keja. mm -hmm. na anajua vizuri wewe bado hujapata do mtu mzima okay. na, Shama, bona, bona, mtu mzima asitumie akili yake vizuri, wacha ni jibu. mm -hmm. Sababu, okay. kwa ile society yenye tuko saa hii eh? saa hii. mwanamke akishajua mnalipiana bills anajuanga we pia ufai kumwambia shit. Mm. -hmm. Unaona? So ndo nataka nikuulize aje, ule mwenye unaambia mkaanisha mkoange mlalipia si kesho. Si sawa, ni sawa, na try kukuuliza tu swali. Mm. -hmm. Ule mwenye una, unaambia mkaanishe mlipia nange kesho. After mmeanza kukaanisha unafikiria naweza lipa hiyo kesho? Okay, utamwambia okay. Mkwambi, okay. Wewe utamwambia first mlipia nange kesho. Wewe ni chi? Mm -hmm. Okay, maybe ushaijipata kwa hiyo situation. Mm. -hmm. Ule mwenye not a less mko ni must today. Tuseme, kwa hii maisha ya kawaida, ni wangapi mtakana yeye? Okay, analipanga mwezi ya kwanza anakuambia wewe ndio mwanaume. Ni sawa, utakufanya si ndio? Lakini wakati wenyewe umelemewa uh,

kama ni mara moja kama ia, lakini ikifika miezi mbili tatu, mwanaume mwanaume kutekea ya mwanamke